E, tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, tumekamilisha zoezi la kukabidhi ticket za ndugu zetu hawa ambao wanaelekea nchini Algeria kwa lengo la kwenda kujifunza masomo maso ya dini pamoja na masuala mazima ya uimamu, na alhamdulillah tunauli kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini vile vile kwanza kuwashukuru ndugu zetu wa Wizara ya Dini Algeria wa fursa hizi. Fursa hizi kwa kutoa fursa hizi. Fursa hizi zilikuwepo kipindi cha nyuma, lakini zilikatika kwa, tuna vijana wetu na mashehe wetu walikwenda kusoma Algeria na kukamilisha karudi nyumbani. Alhamdulillah sasa hivi wapo katika jamii, wanatoa msaada mbalimbali wa kitabu. Kwa hiyo na mwaka huu nafasi hizi tano wa kwa upande wa mashehe kutoka Zanzibar, na alhamdulillah mchakato huo tumeufanya umekamilika kwa kushirikiana tofauti. Kwa hiyo tunabudi kwa shukrani zetu kwa ubalozi wa Algeria ambao na wao walikuwa mstari wa mbele kutuharakisha, kutuhimiza, kutuzindua kila wakati katika kuzisimamia nafasi, ili kwamba zisikapotee ndugu zetu hao, wakati fursa ya kwenda kujifunza. Lakini vile vile tunamshukuru katibu mtendaji wa Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana e, baada ya kutua kupokea nafasi hizi, alichukua hatua za moja kwa moja kwa kushirikiana na ofisi ya mufti ya Zanzibar, na alhamdulillah tumefanya mchakato mpaka kufikia kupata mashahada wetu hawa tano ambao watakwenda kushiriki katika katika hiyo katika hayo masomo. Kwa hiyo na kuwashukuru vile vile ofisi ya mufti mkuu wa Zanzibar na wao kwa jitihada zao, kwa michango yao, kwa mawazo yao, lakini na vile vile yao, hawa, kwa mashirikina wao yao makubwa ambao wametupatia katika kuhakikisha kwamba ndugu zetu hawa wanapata uh, fursa hii ya kwenda kusoma na kufanikisha uh, safari yao kiujumla. Lakini vile vile kwa dhati kabisa tusisahau kuwashukuru ndugu zetu wa Al Baraka Foundation ambao e, wamechangia kwa kiasi kubwa kupatikana kwa tiketi, kwa sababu e, serikali ya Algeria imefadhili masomo haya e, kila kitu pamoja na tiketi ya kurudi, lakini hakukuwa na udhamini wa tiketi za ya kwenda. Kwa hiyo ndugu zetu Albaraka Foundation kwa kiasi kikubwa, wao walichukua dhamana kwa kuhakikisha kwa ndugu zetu hawa wanapata tiketi za kuwafikisha safari yao hiyo. Kwa hiyo na wao inshallah, Mwenyezi Mungu wabarikie katika majukumu yao, kazi zao na na awaongezee insha Allah jitihada na ikhlas katika katika hichi ambacho wanachokifanya na ajalie kwamba wema na misaada unaitoa kwenda kaone malipo katika mizani hasanati ya wakati wa kiyama insha Allah taala. Lakini kwa jumla tunashukuru serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa kuendelea eh, kuwasaidia wananchi katika nyanja tofauti za kimasomo za eh, kitaaluma, lakini vile vile kimalezi, na mambo mengineyo, kwani haya yote yanaonyesha upendo mkubwa ambao wanaotokana na viongozi wetu uh, kwa raia wao. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu na wao awajaze kheri, awapatia uh, manufaa ya hapa duniani na kesho akhera. Tunabudi endelea kutoa shukrani zetu za dhati kwa kila mmoja ambaye amekuwa ni sababu ya kufanikisha swala hili au safari hii, na Mwenyezi Mungu inshallah kila mmoja amlipe kheri yake na baraka zake inshallah katika umri wake inshallah.